Pengine hili ndiyo pigo kubwa kuwahi kulipata kwenye moyo wangu. Amani yangu imeyumba, na furaha yangu imepotea. Nafsi inafadhaika usiku na hangaika kuupata usingizi. Sasa hivi hata ndoto sioti tena, nitautaji na ndoto yangu imeondoka. Laiti ningejua mwisho wetu ungekuwa hivi, ningeomba kuumbwa fungo. Maumivu katika moyo wangu hayaelezeki. Nimepoteza tena, nimepoteza tabasamu langu na moyo wangu Kiufupi, hadithi ya upendo wangu imeishia kwako. Nilishaefuta namba yako, nikafuta pia picha zako, nikawachukia rafiki zako. Pumzi yangu ikawa ya moto kila lilipotajwa jina lako. Nikafanya kila njia kuupa moyo wangu amani, lakini wapi, nimeshindwa. Umegoma kabisa kuondoka kwenye akili yangu. Hivi ni tusi gani sijakutukana? Ni laana ipi sijakuombea kwa Maulana? Vyote nimefanya na vyote bado havijanipa amani nayoitaka sijui kwa nini bado niko hivi mpaka hii leo. Ukweli sikupenda ujue kuwa unaendelea kuishi kwenye fikra zangu, sikupenda kabisa uhisi kuna udhaifu ndani yangu, na kuchukia kwa machozi yote niliyotoa kwa sababu yako na kuchukia kwa kumbukumbu zote ulizoziacha kwenye kichwa changu. Nataka nikuchukie kwa jinsi ulivyonifanya nikaamini mimi si lolote bila wewe, nikuchukie kwa ahadi zote ulizoziweka mbele yangu, nikuchukie kwa namna nilivyoweka maisha yangu mikononi mwako na ukatawanya zaidi ya vipande elfu moja. Nataka nikuchukie kwa kila pumzi yangu iliosalia duniani. Hata kama kutakuwa na maisha baada ya haya, huko pia nitakuchukia tena, mwanangu tuta Tutakutu...